Serikali ya Marekani sasa inataka uchunguzi kufanywa na wahusika wa mateso ya wanaharakati wa Kenya na Uganda nchini Tanzania kutiwa mbaroni. Naam, Mkenya Boniface Mwangi na Agather Atuhaire wa Uganda walikamatwa na kuteswa na maafisa wa usalama nchini Tanzania kwa madai ya kumuunga mkono kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu. Na hata hivyo, rais wa Tanzania Samia Suluhu amesema kuwa ataendelea kuilinda nchi yake dhidi ya kuingiliwa na wageni ya ya ya. Siku chache baada ya wanaharakati wa Kenya na Uganda waliokuwa wakizuiliwa na wanaodaiwa kuteswa nchini Tanzania kuachiliwa huru, rais wa Tanzania Samia Suluhu amevunja kimya chake kuhusu tukio hilo. Na kwa sababu ya uzuri na umadhubutu wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo eh, kwamba nchi, watu kutoka kwingine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, ni sote. Kwa sababu wakikosa huko, watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Serikali ya Suluhu imekosolewa kwa jinsi ilivyoshughulikia wanaharakati waliotaka kuonyesha mshikamano wao na kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu alipokuwa akikabiliwa na kesi ya uhaini. Martha Karua wa Kenya, jaji mkuu wa zamani Mutunga, walizuiliwa kuingia Tanzania, huku Boniface Mwangi na Agather Atuhaire wakikamatwa na kuteswa. Vitendo hivi vimevutia umakini wa serikali ya Marekani. Ofisi ya masuala ya Afrika ya Marekani, katika taarifa fupi na kali kwenye mtandao wa X, ilionyesha kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya unyanyasaji wa wanaharakati hawa wawili wa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Aidha, imetaka uchunguzi wa haraka na kamili ufanyike kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Kauli hiyo inakuja wakati jaji mkuu wa zamani David Maraga aliyeruhusiwa kuingia Tanzania akitetea uwepo na wanaharakati mahakamani wakati kesi ya Tundu Lissu ikiendelea. Sio hati ni kufuruga amani yao, tunaacha ya na hiyo, tulienda tu kuchiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa mpinzani wa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania, ambao anapigania haki ya nchi zao kama Uh, mateso ya wanaharakati hao ni suala ambalo sasa limeenezwa hadi kwa muungano wa Afrika. Shirika la Amnesty International pia limelaani jinsi wanaharakati hao walivyohangaishwa likitoa wito wa uwajibikaji. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.